Kifanya mnaenda kutimiza moja kwa moja ile kauli mbiu ya Mheshimiwa na ndio maana hata alipofika akiwa kwenye ziara mwaka jana alifika kwenye kata hii tarehe 25 mwezi wa saba, mlipomwambia kwamba kuna jengo ambalo sisi kwa nguvu zetu tumesha lijenga lakini tumefeliwa pale bati, hakusita kuweza kuahidi kwamba hizo bati atazileta. Na niseme tu kwamba Diwani amesema hapa Mheshimiwa Mwantona kwa kata hii ya Malindo ameitendea haki, mie ni mashuhuda ndugu zangu, mambo mengi mangapi ambayo yalikuwa yamekwama na kata hii ya Malindo. Niseme ni moja kati ya kata ambazo kwenye miradi ya REA awamu ya pili ilikuwa ni kata ambayo maeneo mengi yalisaulika, zilikuwa zimesimikwa zime tu nguzo maeneo mengi lakini kipindi hichi cha Mwantona kwa jitihada zake kubwa alizozifanya, saa hizi unaiona maeneo mengi mengi, na mengine bado yanaendelea, tuendelea kusambaza umeme lakini na kwenye sekta mbalimbali mbali. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niseme tu kwamba kiongozi anapimwa kwa uwajibikaji. Kazi ya kiongozi ni kuweza kurahisisha ama kuwasemea kwenye urahisishaji wa utekelezaji wa shughuli mbali mbalimbali za maendeleo, na shughuli za maendeleo tumeziona. Hicho ndio kipimo. Kwa nini tunasema kwamba Mwantona ameweza na tunamhitaji tena kuendelea naye? Kwa sababu amekwisha kufanya, na nyiye mmeona tofauti na mtu mwingine anayekuja anasema nitafanya. Na nielewa vizuri jamani, kuna mwingine anakuambia nitafanya, lakini uliye naye amefanya umeona, kwa hiyo ni zaidi sana. Huyu tuliyemuona akifanya akisema nitamalizia, tunakuwa na imani naye, kwa sababu tayari amekwisha anza na tumeona. Na hili jimbo la Rungwe ni kubwa sana, kuna diwani hapa amesema sehemu nyingi. Na hapa alikuwa na alikuwa ananipigia mheshimiwa diwani mara nyingi, katibu kumbushie mheshimiwa hadi yetu ile hadi yetu ile. Nikamwambia mheshimiwa diwani, wewe unajua hili jimbo ni kubwa na kila alichokiahidi mheshimiwa Mwantona atakitekeleza kwa asilimia mia moja. Ilikuwa ni swala la muda tu kwamba zamu ya hapa ifike. Nipongeza sana ofisi yako, lakini kwa maana ya kumpongeza mheshimiwa mbunge, lakini pia kwa jitihada mbalimbali alizofanya ndani ya kata ya Malindo, tumepokea misaada mingi sana kupitia ofisi ya mbunge, na hizo hiyo ni mapenzi ya dhati kabisa ambayo tunaona ya mheshimiwa mbunge kwa kata ya Malindo kimsingi ne... wananchi hawa hata tungeza ku kusema leo hii tuanze kufikiria kuanza kuzunguza zunguza habari zingine zaidi ya jina la Mwantona, hii habari kwa kweli huwezi kuiona, huwezi kuiona kwa sababu gani? Mwantona anajiuza kwa sababu ya kutatua changamoto ambazo muda mwingi tunapokuwa tunazipigia kelele, ndio ndio basi, kwa sababu unajua na pressure kipindi kama hiki kutafuta wajumbe, hiki na utupelekee salamu za dhati kabisa kwamba ana Malindo, anashukuru sana na anamaliza kipindi chake bila kuwa na deni. Hakuna deni lolote, hakuna hadi nyingine yoyote ambao tunamdai Mwantona, labda si kama nyewe kwangu, nyewe kuna kitu aliahidi kwenu, lakini kwa maana ya sisi kama kama kijiji cha Igaramo, kijiji cha Malindo, kijiji cha Ibungira, kijiji cha Kapugi, hamna kitu chote. Juzi umetukabidhi shilingi milioni moja kwa ajili ya choo ambacho ndio kimeisha kwa jimbo pale, kimeisha, na sasa hivi watoto wanalala shuleni, watoto wa, wa, wa, wa kiume na wa kike. Changamoto ndio sasa hivi wanalala shuleni. Kwa hiyo unakuta yani, kwa kata hii sisi tuna Mwantona. Sisi kata ya Malindo tuko na Mwantona, hatuna jina lingine. Eh, na tunamwombea Mungu. Pamoja na kwamba tuna jina Mwantona lakini tunamwombea Mungu sana ili tuweze kuvuka kwa sababu bado tuna siku. Na anayejua ni Mungu kwamba tunavukaje. Kwa hiyo tuna tunaendelea kumwombea Mungu kwamba sisi sote tunaamini Mungu atatujalia tutakuwa hai. Itafika kipindi tena tasema Mwantona, hebu sasa na wewe sasa pumzika miaka mitano mingine ya kwako yani. Kwa jina naitwa Sven Elmkota, mwalimu wa shule ya msingi Lukingi. Kwanza kipekee napenda kushukuru sana katibu wa mbunge, pamoja na mheshimiwa mwenyewe, Mheshimiwa Mwantona kwa msaada huu ambao kimsingi ndio unakwenda kuwa utatuzi wa kero za miundombinu katika shule ya msingi Lukingi. Tumekuwa tukipata shida sana katika swala la miundombinu, lakini kwa kupitia nguvu za wananchi wakaweza ku pandisha hilo boma, na sasa mheshimiwa anakwenda kutushika mkono na sasa ameshatushika mkono. Tunaamini kabisa kwamba sasa utakwenda kuwa mkombozi katika miundombinu ya shule ya msingi Lukingi. Licha ya kwa kwamba kuna majengo yaliyochakaa, kwa kupata jengo jipya, kimsingi watoto watasoma katika mazingira yaliyo rafiki kulingana na hali ya hewa ya halmashauri ya wilaya. Tunaomba utufikishie salamu hizi kwa mheshimiwa Mwantona kwamba tunashukuru sana shule ya msingi Lukingi kwa kupata msaada huu wa mabati 54, na tunawatakia safari njema na karibuni tena sana. shule ya msingi Lukingi ya kuwashukuru wajumbe kwa, wa kwa kufika kwenu. Nina kila sababu ya kumshukuru diwani wetu kwa kufika kwake. Nina kila sababu ya kumshukuru katibu wa mbunge kwa kufika kwako. Nina kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa mbunge wetu Mwantona kwa jitihada kubwa ambayo ameifanya juu ya shule yetu ya Msingi Lukingi. Namuombea kwa Mungu ili Mungu aendelee kumpa uhai ili aendelee kutekeleza zaidi ya haya aliyotekeleza. Ninajua kwamba hili limefanyika ukumbusho vizazi na vizazi, kwa ajili ya ujenzi wa jengo letu hili. Ninaomba utakako huko, ebu mpelekee sahamu hizo kwa mwenyekiti wa kijiji cha Igaramu. Ameshukuru sana sana sana kwamba siku nyingine asikose kutusikiliza, na Mungu endelee kumsaidia ili arudi tena madarakani. Asanteni sana kwa